Na watu wengi imekuwa shinda kubwa, watu kama watoto tumekuwa nao leo, watoto kama mia moja. Watoto wengine wengi hawana hiyo uniforms, hawana gondoro za kulala, hawana chakula, i mean wameadhirika sana na hawana kitu yoyote. Drainage system hakuna, imeharibika. Kukinyesha hivi tu, manyumba za watu ndio zinaingia maji, inafulika. Angalia soko, imekuwa ikijengwa miaka ngapi, haijafanyika angalia, stadium mochari. Imagine mtu akikufa Isiolo anapelekwa Meru mochari sababu hatuna mochari. Hizi vitu siangaliwe na serikali, isikie kilio ya Wanaisiolo. Kaunti zingine zinaendelea, enda hapa tu Meru, Kawira Mwangaza amekuwa hapo miaka mbili, enda uone maendeleo amefanya. Na hapa nini imefanyika? Isiolo ni nini? Hata watu akiadhirika kama wakati kama huu, hakuna kitu inaendelea hata kupata chakula, hata uniform kama hii ya leo. Kwani sasa, seriously, siri, siri, tuliwachagua tufanyie kazi gani? Of course performance yetu hapa ni zero. Kama watu wana plans inakuja hapa Isiolo, hakuna msaada, hakuna kitu yote. Kweli unaweza sema kuna performance hapa kutoka serikali? Ingie si soko, imekuwa hapo mbona ijamaliza The first 100 days tuliambiwa itafanyika a b c d. Ni wapi? Kaunti nyingine umeona governor ameenda ku launch allotment letter. Allotment letter inaenda ku launchwa na governor mzima? Hiyo ni saberi ndiye anapaswa kupeleka. In fact, kama national government inapaswa ku declare Isiolo a disaster zone, sababu viongozi wamepotea, watu watu wanaathirika, mko wapi? Na hivi sasa tukiongea, hakuna mahali popote county iliweza kutusaidia na unaonekana mpaka fuvu la watu waliokufa pale nje. Inatubidi sisi jamii tuanze kuchanga ndio tujenge la pili daraja pale Bula. Pesa imeoshwa ndio tuko kuchangia tena sisi wakazi wa Bula tukifanya kazi ya all the levels of government, kwa sababu hatuoni mahali popote on the ground mahali serikali imejitoa na inajaribu kutupea huduma ambazo zinastahiki kama wananchi. Hatujui tumekosea nani, kuchagua viongozi ndio kosa kwetu ama ni nini? Hatujielewi mpaka sasa, tukiwa Wanaisiolo tumechanganyikiwa, hatuelewi maanake, wale wanaostahiki kutupea services, wako hawajafa, lakini hawajaonekana, hawajaonekana on the ground, na tunauliza hela hizi zinazotoka from national government zikishuka hapa chini kwa ugatuzigatuzi hii Isiolo huenda kwa akina nani? Hufanya kazi kwa akina nani na husaidia nani? Maanake sisi hatuzioni hapa. We don't feel it on the ground. So hii ni ishu ya Kenya mzima, so ya stahiki Kenya mzima ikimbilie isaidie. Ndio maana ulikuwa unasikia uh, mheshimiwa Mwenda akisema pale inatosha kuwa iwe declared ni a national disaster Isiolo, ndio issue inahusika na nchi mzima, ndio iweze kukabilia hapa, ndio iangalie maslahi yetu, maanake hapa twaumia tu, tukiwa wa Kenya sote, kabila yote na tabaka yote na dini zote Nauliza, serikali ya Isiolo inasaidia nani? Kuanzia MCA mpaka ngabana, ngabana mwenyewe ananitambua vizuri sana. Mi nauliza, ningekufa si watu magari ingekuwa inakuja hapo inakuja kutusika? Tafadhali, mimi niko ni, ni, na kilio kwao na niko na swali kwao. Kama mtasaidia mtu ule akona shinda kabisa, mtasaidia nani? Naomba hata wakuna mtu alikuja hata kuangalia ni nini, ni kusikia tu ni Mungu nini? Unajua vitu hivi mnapewa, ingine ni majaribu. Utaenda kuulizwa ulifanya nini? Ulisaidia nani? Tafadhali shikeni Mwenda Thuranira mkono. Munaona ile murandi yako nayo. Kama leo kungekuwa na mwingine aongeze kitu ingine, si hata dunia nzima ingeona kweli, Isiolo watu wanasikia sana. Tafadhali sana. Mwenda vile amesaidia watoto, wasasi, wanalia, hata sisi wenyewe saa hii tumebeba machakula. Sasa wewe jiulize kama kiongozi. 2027 utakuja kwa ground kusema nini? Pesa yetu ya county inakuliwa kupitia hiyo mradi ya special program. Ukienda uandeti hiyo project inaitwa special program, pesa yote ya county inapitishwa hapo, inaingia katika mifuko ya watu bandara ienda ikasaidia watu wetu, kuna wachache Unasikia mtu amepatiwa tenda ya kusupply mchele ya milioni 80, inapitishwa hapo kwa special program, pesa inatoka anajenga ghorofa kubwa Nairobi. Tunataka ondetas waangalie hiyo mradi inaitwa special program sababu pesa yetu mingi ya kaunti inapitia hapo, inaingia kwa mifuko ya watu. Hakuna mtu anaweza ukulipa. Mimi nina kuahidi kama chairman ya kwamba tuko nyuma yako na tutaendelea ukusikilia, na kam 2027 bwana Mwenda, nina kuwa hindi, mimi si mnafiki, tutakuunga mkono na utakalia ile kiti ambaye utachagua, kwa sababu kama vile mzee mmoja alisema viti ni mingi, na ile kiti utachagua kama eh, mwanasiasa, sisi tuko tayari kukuunga mkono na tutakupigia kula na sapoti yetu, kama jamii ya Ameru tumempa kwa vyovyote vile. Na hata nyinyi pia, ndugu zetu, tunaomba muweze kumpa sapoti kwa kazi ile ambayo anayefanya ili tuweze kuendeleza kaunti yetu, kwa ile kiti ambayo tuambia tatuambia ndianahitaji mambo ya pesa ya special program katika kaunti yetu ya Isiolo. Tunataka serikali iweze kutueleza kama hakuna pesa ya special program, tujue sisi kama wananchi, tukae chini tufanye mchango ya kuweza kusaidia eh, wale watu ambao mi wameathirika. Miaka nyingi tumebaki tukiimbiwa, tukielezewa mpaka kwa nyumba zetu tutaletewa bomba ya mafuta na tutaletewa bomba ya maziwa. Wacha bomba ya maziwa na ya mafuta, hata sisi yenyewe hali yetu ya maisha ikiingia hatarini hakuna aliye na habari na sisi. Sijui kama wenzangu mko na habari, katika budget ya hii kaunti yetu kila mwaka kuna pesa ambayo inatengwa ikiwekwa ni sehemu iliyopangiwa majanga kama hii iliyotupata sisi. Nawauliza, tangu county government ugatuzi ianze, mnaweza kumbuka tuko na miaka mingapi? na kwa hiyo miaka yenye tuko nayo, wewe mwenyewe mwananchi, mahali ulipo, piga hesabu. Pesa zilikuwa zinatenga pesa taslimu milioni mia moja na ishirini kila mwaka. Piga hesabu yako mahali ulipo, angalia majanga yaliyotupata, kisha piga hesabu hiyo, ni ngapi iliwahi tumika? Na kwa hii leo uko ndani, majina peke yake ndio iliandikwa na tukaangulia patupu. Baadhi ya wale ambao wametaki, ama wale ameguza wataguzia na wale wengine waambie, kuna kiongozi ambaye ana respond fast. Kwa hivyo asante sana Mr. Mwenda tutakumbak, na hakika this round, Mungu akiwa mbele, tutakuwa the winner.